Na je, tukiishi hapa katika sala tutachoka pia? Hii ibada ikiendelea hi sana, tutasema tumechoka. Nikihubiri sana, utasema ai, huyu father tena amenichosha. Kwaya wakiendelea kuimba sana, hata wakiimba vema vipi, ai, wamenichosha. Kwa hivyo kila kitu chaweza tuchosha. Na hili ndilo ambalo linalofanyika katika somo la kwanza. Yoshua na Musa na Israeli wako katika vita na Waamaleki. Na semekana Waamaleki walikuwa watu sugu katika vita. Israeli walikuwa hafifu sana. Kila wakati ambapo waliposhinda si kwa sababu ya nguvu au weledi wao katika vita, bali ni kwa sababu ya kumtegemea yeye peke yake. Lakini Waameleki walikuwa watu ambao wanapigana vita ni kama Waparsia. Waparsia sasa ndio Wairani unaona vile ambavyo hawa watu wanaweza pigana, wamekuwa katika embago, lakini hata siku ya leo si watu wa kuchezewa. Basi wameleki walikuwa wanapigana vita, na basi ikaonekana ya kuwa wanafifia, wa Israeli wanafifia kila wakati ambapo hawamtegemei Mungu. Na Musa ilikuwa nafasi yake ya kuomba, kwa sababu katika itikadi ya vita Waisraeli walikuwa ya kuwa ni Mungu ambaye analeta ushindi kwao. Victory always belong to Yahweh. Na basi wakasema lazima Musa aelekee na aweke mikono yake juu ya kumcha Mungu, lakini hata Musa akachoka kuinua mkono tu hivi, na huko jim utachoka. Basi Yoshua akasema, basi tuenende tumwekelee jiwe kando, ili aendelee kuweka mikono yake juu kumcha Yahwe ili tupate kupata ushindi.